Je, Wasamaria ni akina nani? Najua umeshawahi kuwasikia Wasamaria. Katika lugha yetu ya Kiswahili tuna msamiati maarufu sana wa msamaria mwema. Je, msamaria ni mtu wa namna gani? Au ni mwema kama tunavyomwita katika lugha yetu ya Kiswahili? Katika Biblia Wasamaria wametajwa sana hasa katika Agano Jipya na utagundua kwamba wasamaria walikuwa na uadui mkubwa sana na Wayahudi. Uadui huo ulipelekea jamii hizi mbili kushindwa kushirikiana kabisa katika mambo yote ya kijamii, kiroho na hata yale ya kizarura. Ilipelekea uadui wao kufika sehemu mbaya ya kutoombana hata maji, yaani myahudi anaweza kumwacha msamaria aliyezurika bila ya kumsaidia na msamaria naye vivyo hivyo. Lakini ajabu ya yote, Wayahudi na Wasamaria walimwabudu Mungu mmoja, Yehova, na wote walikiri matendo makuu ya Mungu japo wao hawakupatana kabisa. Ni ajabu sana. Ukiachana na hilo, kwamba Wayahudi na Wasamaria walimwabudu Mungu mmoja, pia jamii hizi mbili zilikuwa katika nchi moja kipindi cha Agano Jipya, yaani chini ya mfalme Herode. Yaani wote hawa walikuwa wakijikuita Waisraeli, yaani Wayahudi na Wasamaria wote walikuwa ni Waisraeli. Na kama hiyo haitoshi, jamii hizi mbili zina historia ya undugu kabisa, yaani jamii hizi zote zilitokana na Yakobo, ambaye ndiye Israeli mwenyewe, yaani hawa Wasamaria na Wayahudi asili yao wana undugu, ambapo wote walitokea kwa Yakobo kihistoria au wana uhusiano na Yakobo ambaye ndio Israeli. Wasamaria walijiona wao ndio wenye haki na wao ndio wenye Mungu kuliko Wayahudi, na Wayahudi walijiona kuwa na haki na ndio wenye Mungu kuliko Wasamaria. Lakini Wayahudi waliwaona Wasamaria ni watu wasiofaa kabisa watu waovu, wasio na chochote chema. Hawakuoana nao wala kushirikiana nao kwa chochote, na miji yao walioishi waliitenga, na hakutakiwa Myahudi yoyote kuishi katika miji ya Wasamaria. Wasamaria walimwabudu Mungu, wali Mungu katika mlima wa Gerizimu na Wayahudi walimwabudu Mungu katika mlima wa hekalu. Sasa siku moja Yesu alikuwa akikatisha katika mji wa Wasamaria na akakutana na mwanamke wa Kisamaria akichota maji na Yesu akaanzisha mazungumzo naye. Mazungumzo yao yalikuwa marefu, ila kuna mambo kadhaa yanatufanya tuwafahamu Wasamaria ni watu wa namna gani kupitia mazungumzo ya Yesu na huyo mwanamke aliyekuwa akichota maji. Ukipata muda, pitia sura ya nne ya kitabu cha Yohana utakutana na haya mazungumzo kati ya Yesu na yule mwanamke. Yohana sura ya 4 mstari wa 9, anasema kwamba basi yule mwanamke Msamaria akamwambia "Imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Mstari huo tu unaonyesha jinsi gani jamii hizi mbili zilikuwa hazichangamani, yaani Myahudi hata akiwa na kiu ni mwiko kuomba maji ya Msamaria. Huyu mwanamke anamshangaa Yesu, inakuwaje myahudi kumwomba maji Msamaria? Lakini wakiwa wanaendelea na mazungumzo, yule mwanamke anaibu, anaibua jambo lingine linalotufanya tuwafahamu vyema Wasamaria. Mstari wa kumi na mbili anasema hivi, je, u mkuu, anasema je wewe huu mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki naye mwenyewe akayanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Haya ni maswali ambayo huyu mwanamke alimuuliza Yesu kwamba wewe ni mkubwa kuliko baba yetu Yakobo. Sasa hili swali linaonyesha jinsi ambavyo wasamaria wanavyomuheshimu na kumwenzi Yakobo baba yao. Hii inamaanisha wasamaria ni wazao wa Yakobo, yaani kwa lugha nyingine, Wasamaria ni Waisraeli, na hapo ndipo ugomvi mkubwa na Wayahudi unapozidi kupamba moto, kwa sababu wao Wayahudi hawataki kuwaona Wasamaria kama ni uzao wa Yakobo, hawaoni kama ni Waisraeli. Unajua kwa nini Wayahudi hawawaoni Wasamaria kama ni Waisraeli? Basi tutaona mbele, lakini mstari wa 20 anasema hivi yule mwanamke, katika hiyo Yohana 4: baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Sasa hapa mwanamke huyu anaonyesha kuwa wasamaria walimuabudia Mungu mlimani, na hapo ndipo baba zao walipoabudia katika mlima huo wa Gerizimu. Sasa hao baba zao anaowasema mwanamke ni akina nani? Kwa sababu wasema baba zetu waliabudu katika mlima huu, hao baba zao ni akina nani? Basi pasi na shaka anamaanisha Ibrahim, Isaka na Yakobo. Lakini mbali na hilo, huamini kuwa mlima huu ndipo Ibrahim alipokaribia kumtoa Isaka kama sadaka. Yaani hao wa Wasamaria wanaamini kama hapo katika mlima wa Gerizim ndipo ambapo Ibrahim alikaribia kumtoa Isaka kama sadaka. Lakini Wayahudi wao wanasema Isaka alitolewa katika mlima wa hekalu huko Horebu ambapo pale ndipo Sulemani alipolijenga lile hekalu. Kwa hiyo unaona imani zao hawa wa watu na mapokeo yao yanapishana kabisa. Lakini pia anapoongelea baba zao kwamba waliabudia katika mlima huu alikuwa anamaanisha wale wa Israeli ya kaskazini katika gano la kale. Katika gano la kale kumbuka, Israeli iligawanyika katika nchi mbili, na kulikuwa kuna Israeli ya kaskazini na Israeli ya upande wa kusini. Hilo tutaliangalia hapo mbele. Kwa hiyo hawa watu wa Israeli ya kaskazini walikuwa wakimwabudia katika mlima huo wa Gerizimu. Kwa hiyo hapo unapata kuona kuwa wao walifundishwa kuwa Mungu anapaswa kuabudiwa katika mlima wa Gerizimu na sio katika hekalu la Sulemani. Sasa hebu tuone hawa Wasamaria walitoa wapi fundisho la kuabudia Gelizimu, kwamba kwa nini hawa Wasamaria wao huamini kwamba mahali pa mlima wa Gelizimu ndipo panapaswa kuabudiwa. Tena wanasema baba zetu, yani wakina Yakobo waliabudia pale, na fundisho lao kubwa wanalitoa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 11:29 anasema hivi: tena itakuwa atakapokuleta Bwana Mungu wako na kukutia katika nchi uiendeayo kuimiliki, ndipo iweke baraka hii juu ya mlima wa Gelizimu na laana yake uiweke juu ya mlima wa Ebali. Na hapo ndipo fundisho hili kubwa la wasamaria lilipotokea, pasipo kujua maana yake. Huu ni unabii ambao Musa alikuwa anaagiza juu ya ya kitu cha kufanyika katika mlima wa Gerizimu na mlima wa Ebal, ambapo ukisoma kitabu cha Yoshua tunaona Yoshua alilitimiza hilo andiko, lakini wao wakalitumia hilo wa andiko kwamba ni fundisho. Lakini Yesu anamsaidia mwanamke huyu kuwa Wayahudi walikuwa sahihi kuabudia hekaluni Yerusalemu, kwa maana Mungu ndipo alipopachagua sehemu ya kuabudiwa, na Wayahudi wanaabudu wanachokijua, ila Wasamaria walikalilishwa mstari wa 22 anasema hivi: ninyi mnaabudu msichokijua, yani nyinyi wa samaria. Sisi tunaabudu tukijuacho, yani wao Wayahudi, kwa maana uokovu watokana kwa Myahudi, katika wa mstari wa 22. Lakini jambo kubwa zaidi na jambo la msingi Yesu analiongea katika mstari wa 23, kwamba lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu kwa hiyo, inaonyesha kwamba Yesu anatoa sasa ule utofauti wa sehemu za kuabudia, kwamba tuabudie hekaluni ndo sehemu sahihi au tuabudie katika mlima wa Gerizimu. Anasema kwamba sasa tutaenda kuabudia katika roho na kweli. Sasa kitu ambacho nataka tukiangalie leo, kitu ambacho nataka nikiangalie leo hapa, tuone hawa wasamaria chimbuko lake ni lipi na walitokea wapi? Kwa nini waitwe Wasamaria? E, je, Wasamaria ni kweli walikuwa na uhusiano gani na Waisraeli? Je, ni watoto wa Yakobo kama ambavyo wanasema yule mwanamke Msamaria kwamba baba yetu Yakobo aliabudia hapa? Anamwita Yakobo ni baba yao. Je, wana uhusiano na Yakobo, na utofauti kati ya Myahudi na Msamaria ulikuwa wapi, na chanzo cha ugomvi wao ulikuwa ni nini? Kwa nini hawapatani hawa watu? Haya mambo yote tunaenda kuyaangalia na tutaenda kuangalia huu msemo wa msamaria mwema katika lugha ya Kiswahili ulitokea wapi na ulianzia wapi. Jina langu linaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala, hii ni Hazina ya Kanisa. Kama huja subscribe channel hii, basi usiasi kusikubali kupishana na mambo mazuri ya namna hii. Subscribe channel hii na Mungu atakubariki.